Novemba 30, 2025, makanisa ya Ufufuo na Uzima yalifunguliwa rasmi nchi nzima, na hii ni baada ya kauli yaliyoitoa waziri mkuu mpya Mwigulu Nchemba Novemba 24, akiwa anaongea na waandishi wa habari, ambapo alisema Rais Samia amesamehe kanisa hilo na kulifungulia rasmi. Wakumbukwe makanisa hayo nchi nzima yalifungiwa takribani miezi sita sasa, uka sababu kamili zikiwaga hazijawekwa wazi. Upande wa mahakama ulisema kibali cha kufungiwa hakikuwa sawa, hivyo kanisa halijafungiwa, lakini jeshi la polisi liliendelea kuzingira makanisa hayo na kuzuia waumini kusogea maeneo wa hayo. Sasa taarifa mpya ni kwamba baada ya kanisa kufunguliwa rasmi waumini wameanza tena kwa maandamano bila uoga. Kabla sijamaliza kukupa taarifa hii kwa undani, ni kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe uweze kusubscribe sasa, ili usionazikosa taarifa zetu. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Tukianzia nyuma kidogo, ni kwamba baada ya serikali kutangaza imefungulia makanisa hayo, uongozi wa kanisa ulifika kukagua kanisa kuu la Dar es Salaam Ubungo Kibo, na kusema uharibifu mkubwa umefanyika makanisani humo, kukiwemo vifaa vao vingi vimechukuliwa, ama kuibwa, sefu za fedha zimevunjwa na fedha kuchukuliwa, drones, kamera, vifaa vya muziki kompyuta na vingine vingi. Wakasema watakao watoe taarifa rasmi ni vifaa vya gharama gani vimechukuliwa, huku wakisema wao moja kwa moja, unajua polisi ndio waliofunga na kuweka ulinzi katika makanisa hayo, hivyo kupotea kwa vifaa hakuna wengine zaidi ya polisi, na imepondwa kabisa Hela zote zimechukuliwa, kompyuta hazipo, hakuna kompyuta pale ofisini saizi. Wamechukua iPad, wamechukua uh, ile mashine ya kahawa elezia ambayo wamechukua, wamechukua uh, ile water dispenser, wamechukua microwave, kamera, drone, na nusu ya viti vyote vya kanisani havipo. Kwa, kwa ufupi, hii sehemu kulikuwa na malalamiko kwa ufupi, na kama tulivyosema, uh, kama alivyoongea mkuu wa wilaya, na naye pia ameshuhudia, imevunjwa. Sisi tutaandaa ripoti yote kamili na tra... yote kufanya. Baada ya hapo, ukisema wende polisi haisaidii, so, ndio wale wale <laughs> kwa hiyo kufanya, sisi tunafahamu cha kufanya, yeah. Lakini Novemba 30 kiongozi huyo alijitokeza na kusema kanisa la Ufufuo na Uzima tumeporwa mali zenye thamani ya shilingi bilioni 2.7, yaani mali zilizoibiwa kwa ujumla. Lakini kingine kikubwa ambacho wengi wamekishangaa ni juu ya waumini wa kanisa hilo kuingia kwa staili ya maandamano wakitokea barabarani, huku wakiwa na bendera za mataifa mbalimbali mbali, na nyingine zenye jumbe mbalimbali mbali, kama mabango. Waumini hao walikuwa wakitoka kanisani mpaka barabarani kwa njia ya kuandamana wakiwa waki na bendera hizo, wakicheza kwa furaha na kurudi tena kanisani. Vilevile vile katika matukio ya Novemba 30, siku baada ya kwanza ilipoanza toka makanisa hayo yafungiwe, kanisa hilo la da liliwapandisha mbele vijana wadogo wadogo, wakaanza kucheza nyimbo maarufu ya Africa for Jesus au inayojulikana sana kama makomborera, ambapo nyimbo hii ambayo ni ya dini imekuwa ikitumiwa na vijana wengi wa Gen Z Tanzania, hasa kwa masuala ya maandamano ya amani mandu, mandu, mandu. Teda, hiru, Umore, oh, Umore, oh. Lakini tukio lingine ni wingi wa waumini warika zote, watoto, wa vijana, wa mama, wa baba, wazee waliofurika kanisani wakiwa wanaimba na kucheza kwa furaha sana, nyimbo ambazo wengi wamezichukulia ni maalumu na zina jumbe fulani, huku zikisema Mungu ashindwi na ulimwengu <mulia> Lakini mtazamaji wangu, mwisho unataka ni kuachishe video ya mama mmoja ambaye wengi wamesema ni jasiri na ni muumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima, akihoji kanisa limefunguliwa, je, lilifungiwa kwa kukosa nini? Pia akihoji vyombo vya ulinzi na usalama ya kwamba je, wao wana kazi ya kulinda raia na mali zake au ya kumlinda kiongozi mkubwa anachotaka mimi. Hayo nimenukutu kwake, msikilize hapa, kisha na wewe uniachie maoni yako. Ini chaneli ya kupendwa Msetu Media. Fanya makosa yote, lakini usifanye kosa la kuto kusubscribe, kwa sababu utapitwa na vingi. Msikilize hapa mama huyo, kisha uniachie komenti yako hapo chini. Kwa hiyo, msituzuie vinyo, tusiseme wala msitutangazie kwamba Eh, Rais amesema kanisa lifunguliwa, alilifungia kwa nini? Atueleze sababu alizokuwa amefunga hilo kanisa, sababu zilikuwa ni zipi? Hana sababu. Kwa hiyo hatuwezi kuchekelea kwamba kanisa la Gwajima limefunguliwa. Limefunguliwa na nani? Ni nani aliyelifungua? Tukisema o, vurugu baada ya uchaguzi, uchaguzi huo, kwani Rais alishindana na nani? Alishindana na nani, wakati watu walikuwa wameisha wekwa ndani, mara wamezuiwa, mara hivi. Yaani unaona uonevu mpaka unasikia hasira, yaani uonevu juu ya vyama vya siasa hivyo vikubwa. Hata bungeni tulikuwa tunaona kabisa wapinzani wakichangia na kuambia huyo spika atakuja juu, ataweka kanuni hapo, lakini si sehemu ikichangia hamna. Huo ni uonevu, sio kwamba wananchi hatuoni, tunaona tunaona na tunaufahamu, wala msifikiri kwamba mtatugiribu akili kisa mmefungua kanisa. Sio mefanya nini? Mmefungua kanisa wakati mmeiba vitu chungu chunguzi. Aliyeiba nani? Wakati kanisa ilikuwa chini ya polisi, nani kaiba vile vitu? Pesa zote zimeiba. Sasa mpaka tunafika mali, tunajiuliza hiyo polisi, kazi ya polisi ni kumlinda rais au ni kulinda raia na mali zao? Yani, tumefika mahali kwamba hatuna mtetezi. Ukienda kwenye JWTZ jeshi la wananchi lakini linaonekana kwamba ni jeshi la rais, na ndio maana hata alipo hapa aliapia huko jeshini. Manake hao ndio labda waliompigia kura hao, na ndio wanajeshi wake wako kumlinda yeye tu. Wananchi dakika zote, wananchi ni wakosaji, kila dakika wananchi ndio wakosaji. Rais akosei, anakosea sana tu, nashindwa kumwambia tu ukweli, lakini rais angeujua ukweli kwamba anafanya makosa haya. Sisi yetu macho tumesema kwamba wapeni, tupeni wananchi haki wanaotaka kuandamana, wapeni haki za kuandamana, walindeni waandamane. Maandamano kama ni ya haki, ni maandamano yao, ndio malalamiko yao, walindeni waandamane kwa amani, sio mwazuie. Mnawazuia kusema tu, mnawazuia kupeleka malalamiko yao. Hicho ndicho mnachokifanya kifanya. Amen.